Ndugu zanguni, mkajiandae, uchaguzi upo. Hiyo hadithi ya no election no, no, sijui nini huo no reform no election, hadithi ya uongo. Uchaguzi upo, uchaguzi upo. Kwa nini? Kwa sababu uchaguzi katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila baada ya miaka mitano tunafanya uchaguzi bila kukosa. Tumefanya uchaguzi sitini na tano, sabini sabini na tano themanini themanini na tano tisini tisini na tano elfu mbili elfu mbili na tano elfu mbili na kumi elfu mbili na kumi na tano elfu mbili na ishirini eh mara ghafula ishirini ishirini na tano no election? Umeona wapi? Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu mi nimechaguliwa mwenyekiti juzi wa chama kimoja, sasa tumeamua sisi hatufanye uchaguzi. Nyii nani yani? Nyii mnatuamulia sisi Watanzania wote? Nyinyi watu wawili watatu, mlikuwa mnatukanana juzi hapa kwenye mkutano wenu mkuu, huyu chizi huyu mwizi, huyu chizi huyu mwizi, mara leo ghafula nyii mtuamulie sii tunafanya uchaguzi lini? Nani amekwambia? Lili ni suala la Katiba, tunataka tukabadilishe, ndani halijabadilishwa, uchaguzi upo, mkajiandae. Na nimewapelekea salamu na wananisikia Morogoro ni nchi yenye amani, ni mkoa wenye amani na utulivu na raha na mahaba. Hatunaga sisi mambo sijuo tupigane maandamano, si hakuna Ukisikia watu wamegombana Morogoro, wivu wa mapenzi basi basi. Zamani ilikuwa wakulima wa na wafugaji, nawe weye, tumeondoa siku hizi, wivu wa mapenzi. Asije mtu akatoka huko ametegesha watoto wake wa, mke wake, sijui nani, wako Ulaya, anakuja anasema Morogoro kitanuka. Morogoro hakinuki. Namwambia yeye na ye, wenzake Morogoro haki, yaani hakinuki hapa Morogoro. Tunasubiri uchaguzi kwa amani na utulivu, atakayepata kapata, atakayekosa kakosa, hakujaliwa na Mwenyezi Mungu. Mwezi wa kumi na moja tunarudi kuwapishana hapa kwenye mabaraza yetu ya madiwani, kazi inaendelea.